Akizungumza wakati wa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa namna ya kuomba mikopo hiyo kupitia mfumo huo mpya, katibu tawala wa wilaya Mbarali Frank Sichalwe, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo, Kanali Maulid Sulumbu, amesema baadhi ya wanavikundi wamekuwa si waaminifu, hali inayowafanya wakose sifa za kupata mikopo. Hawakupata mikopo kwa sababu ya udanganyifu, wameandika mle wako 15 ukija huku kwenye kamati ya ukaguzi, huko wako wanne lakini wengine waliandika mikopo hiyo sio wao, mtu mwingine kasimama kawaandika wao. Hapa kuna mtu mmoja atengeneza vikundi vinne, hapa kavitengeneza vikundi vinne hapa, asema kopenda, wakikopa wakampe yeye. Je, akikimbia? Aidha, ametoa onyo kwa watumishi wa umma kujihusisha na mikopo hiyo kinyume cha sheria, akisisitiza kuwa ni kosa kwa waajiriwa wa serikali kuomba mikopo hiyo. Badala yake, amewataka kufuata taratibu sahihi za kuomba mikopo zinazowahusu waajiriwa. Hii pesa inatolewa kwa ajili ya wanawake ambao sio wafanyakazi wa serikali, inatolewa kwa ajili ya vijana ambao sio wafanyakazi wa serikali, inatolewa kwa walemavu ambao sio wafanyakazi wa serikali utakapobainika mtumishi wa serikali, wewe tengeneza kikundi ukakitanguliza mbele, wakati wewe ni mtumishi. Sisi watumishi tunao njia nzuri ya kwenda benki kukopa pesa, hata siku moja milika, kwa kuaminika, kwa sababu ya check number ko oh, hizi tunakakopa sisi, mwananchi hawezi kusifikia, ndio maana kaweka za kwake huko. Nako tunaambiwa kuna baadhi ya watumishi wameingia nako, watengeneza vikundi vyao wanafanya hayo wanaoyafanya. Sasa ikiwa tutabaini hayo, kwa kweli hatutakuwa wavumilivu kwenye mambo hayo ya ajabu. Kwa upande wao, baadhi ya wanavikundi walioshiriki mafunzo hayo wametoa maoni yao wa kuhusu mfumo huo na jinsi unavyoweza kuboresha upatikanaji wa mikopo. Aroo, Message inaingia mheshimiwa, kuanzia kesho unatengenezwa kwa mkuu wa wilaya. Inakuja saa 12 mlalo message inaingia hauna kitu kutoa mkuu wa wilaya. Ukanisia. Kwa sababu mimi ningekuwa nene ningekufa. Huu mwili wote ilikuwa inavuja maji tu, maji. Wanawake tunaumia sana kwenda kusajili kikundi wilayani. Kundi langu. Naomba afisa maendeleo wakati wa ubaruku. Aweze kupewa kompyuta ili usajili wa vikundi uwe karibu hapa pale, ambapo kila kitu kimekuwa sio uaminifu tena. Mnatuma maombi lakini maombi hayo ukienda bila chochote, nakisema na wewe kwamba habari ya rusho tupige chini, basi sisi wajhili kabisa tuwezi kupata hayo. Nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.